Uingereza imempongeza Rais Dkt. John Magufuli kwa jitihada zinazofanywa na serikali yake katika ukusanyaji wa mapato na kukabiliana na vitendo vya rushwa. Akizungumza baada ya kukutana na Rais Dkt. Magufuli Ikulu jijini Dar es Salaam, balozi wa Uingereza nchini Diana Melrose amesema juhudi za mapambano dhidi ya ufisadi, kubana matumizi na ubadhilifu wa mali za umma kunakofanywa kwa vitendo na serikali ya awamu ya tano ni mfano wa kuigwa. Mwandishi wetu Ana Mwasioke na ripoti kamili. Msafara wa balozi wa Uingereza Diana Melrose ukiingia Ikulu jijini Dar es Salaam kwa mazungumzo na rais Dr John Magufuli. Katika mazungumzo hayo, balozi Melrose amesema waziri mkuu wa Uingereza David Cameron amevutiwa na utendaji kazi wa rais Dakta Magufuli na kusisitiza kwamba nchi hiyo itaendeleza ushirikiano wa karibu uliopo kati ya Uingereza na Tanzania. Kabla ya kukutana na balozi wa Uingereza hapa nchini, Rais Dr. Magufuli amefanya mazungumzo na balozi wa Afrika Kusini hapa nchini, Tamsanha Mseleku, na balozi wa Misri hapa nchini, Mohamed Yasser El Shawaf, ambao amewahakikishia kwamba serikali yake ya awamu ya tano itaendeleza ushirikiano mzuri baina ya nchi hizo, hususan katika kukuza biashara na kuwanufaisha wananchi wa pande zote. Katika hatua nyingine, Rais Dakta Magufuli amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi wawili. Mabalozi waliokabidhi hati za utambulisho Ikulu jijini Dar es Salaam ni Jean Pierre Mutamba Shampanga wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo DRC na Teresia Samaria wa Namibia. Rais Dakta Magufuli amewaeleza mabalozi hao kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na nchi hizo katika nyanja mbalimbali hususan katika masuala ya uchumi. Wakati huo huo, Rais Dakta Magufuli amefanya mazungumzo na rais mstaafu wa awamu ya nne Dokta Jakaya Kikwete Ikulu jijini Dar es Salaam. Ana Mwasioke, TBC.